Kutumia haki yao ya kikatiba haki ya kidemokrasia ya kuwapata viongozi wao, mpata mheshimiwa mdiwani kwenye kata husika, mheshimiwa mbunge kwa upande wa jimbo, lakini na mheshimiwa rais kwa upande wa nchi yetu, uh, ya Tanzania. E, uchaguzi huu unaratibiwa na kusimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, lakini sisi kwa upande wa serikali nalo jukumu la kutoa hamasa kwa wananchi wetu ili waweze kushiriki kikamilifu na uh, kuwachagua viongozi wao katika kipindi kingine cha miaka mitano. Na lakini pia kwa upande wetu kama serikali ngazi ya wilaya, tumejipanga kikamilifu kuhakikisha usalama na kuwepo kuanzia kipindi hiki cha salama kwenye kampeni e, na hata siku ya kupiga kura kwa maana 25 ambayo ni siku ya kesho kutwa, umejipanga kuhakikisha ulinzi unakuwepo wa kutosha, na uh, hatutaruhusu e, uwepo wa viashiria vya, vya uvunjifu wa usalama kwa namna yoyote, na hatutamvumilia yoyote ambaye atakuwa ni chanzo cha kusababisha vurugu ama kuleta taharuki katika wilaya yetu ya Mpanda na katika siku hiyo pia hakutaruhusiwa maandamano ya namna yoyote, ili nisisitizi, hakutaruhusiwa maandamano ya namna yoyote, ili kuruhusu wananchi watumie haki yao ya kikatiba ya kwenda kuchagua viongozi wao kwa kipindi kingine cha miaka mitano inayokuja. Kwa hiyo tumejipanga kikamilifu, doria za kutosha, lakini pia tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kila mwananchi ainayabao anapata haki ya kuishi pamoja na mali zake ili aweze kushiriki kikamilifu katika uchaguzi unaokuja. Niwaombe ndugu viongozi ambao tumekutana hapa pamoja, kwa maana ya viongozi wetu wa dini, viongozi wa vyama vya siasa e, yapo maisha hata baada ya uchaguzi. Niwaombe tuwakumbushe waumini wetu akia, pia tuwakumbushe wananchi wetu wafuasi wetu wenye vyama vyetu, ambapo tunatoka natoka, naamini kwenye vyama ambao uchaguzi sisi ni wamoja, tunahitaji na tunatamani kuona umoja, kuna, kuna, na mshikamano unaoendelea hata baada ya uchaguzi. Sio rahisi maendeleo kufika kwenye jamii ambayo ina rai yangu kwa kwenu ni waombe sana kufikishe ujumbe kwa jamii wa kuwahamasisha kushiriki kwenye zoezi la uchaguzi, wawezi kuchagua viongozi wao, lakini wakati huo huo wakijua ya kwamba jukumu la kuinda amani, usalamu, utulivu, umoja, mshikamano, upendo tulio nao ni jukumu letu sisi sote. Lakini pia jambo lingine waombe sana kuendelea kuiasa jamii yetu, tuepuke eh, mihemko tuepuke viashiria vya, vya aina yoyote ambavyo vinaweza vikasababisha uhatarishi eh, katika kipindi hiki kilichobaki kuelekea uchaguzi na hata siku ya kupiga kura, lakini kwa ile siku ya kupiga kura kwa maana ya tarehe ishirini na tisa wananchi wanaruhusiwa kwenda kwenye vituo vya kupigia kura kwa kadiri ambavyo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeshaelekeza, na baada ya hapo basi warudi kuendelea na majukumu yao, wasikae wa. kwenye vituo, kwa sababu kukaa kwenye kituo pia ni kiashiria cha uvunjifu wa amani, ni kiashiria cha uvunjifu wa usalama ambayo sio jambo la lazima kwao. Niwaombe sana na vijana wetu toke na waumini e na wananchi wetu kwa ujumla. Mpanda ni ya kwetu na Mpanda tutailinda sisi wenyewe. Hakuna mwingine atakaye kuja kutusaidia kuhakikisha amani na kuwepo kama sisi wenyewe hatutakuwa mstari wa mbele kuilinda na kuihifadhi eh, amani ambayo tunayo, umoja tulionao, mshikamano tulionao na upendo ambao tunao. Ndugu zangu viongozi, jambo mahususi imetufanya tukutane hapa, nakutana na kamati ya amani, viongozi wa vyama vya siasa pamoja na waandishi wa habari, ilikuwa kuleta huo ujumbe kwenu, kwamba tushiriki, uchaguzi ni haki yetu, ni haki ya wananchi, lakini pia tudumishe amani na mshikamano tulionao kwa sababu baada ya tarehe ishirini na tisa kuanzia tarehe thelathini mwezi huu wa kumi, maisha mengine yanaendelea na uko